Kwa jina naitwa Addi Kalinjila natoka idara ya habari na mawasiliano ndani ya taasisi ya Tulia Trust. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida ya taasisi ya Tulia Trust, taasisi yetu tunafahamu kwamba inajihusisha na, na masuala mbalimbali ya kijamii <coughs> na leo hii tuko hapa mtaa wa Mwafute, kata ya Ilemi, kwenye familia ambayo ilipata changamoto ya kuunguliwa na nyumba, na kiongozi ambaye ni Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, Mheshimiwa Dr Tulia Ackson, alikuja hapa na kuona familia hii na kutoa ahadi ya kwamba atakuja kuwajengea nyumba ambayo imeungua kwao. Ndugu zangu, tupo hapa kumwakilisha kiongozi eh, kwa ajili ya kuanza zoezi la ujenzi wa nyumba hii ili familia hii iweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida kama ambavyo tunafahamu ma, malazi ni, mahal, ni, ni, ni moja kati ya sehemu muhimu sana kwenye maisha ya, ya mwanadamu. Kwa leo tumekuja kuleta baadhi ya material kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba hii, kama ambavyo mnaona tofali zimekuja hapa, lakini pia material nyingine ziko njiani zinakuja ili tuweze kuhakikisha kwamba familia hii na yenyewe inapewa tabasamu na inarejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo E, niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kufanya shughuli hizi kama ilivyo kawaida yetu, taasisi ya Tulia Trust, na hii ni nyumba ya ishirini na mbili kujengwa ndani ya e, jimbo la Uyole na Mbeya mjini kwa ujumla, na maeneo mengine ya nje ya Mbeya, kwa sababu tumekuwa tukifanya shughuli hizi, si jimbo la Uyole peke yake na Mbeya mjini peke yake, hata mikoa mingine nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba wanajamii, tuendelee kusaidiana kwa jamii ambazo zinapata changamoto mbalimbali mbali, ili tuweze eh, kukua kwa pamoja na tuondoe changamoto ambazo zinatukabili kwenye, kwenye jamii zetu, lakini pia tuwashukuru viongozi wa serikali za mtaa, lakini vile, vile mheshimiwa diwani kwa namna ambavyo wao ndio walikuwa chanzo cha sisi kuja hapa, kwa maana wao ndio ambao wanaishi na jamii hizi na walipata taarifa za changamoto hii na kutuletea sisi, kwa sisi kama watu ambao tuna, tunaishi na jamii tumekuja kukamilisha kile ambacho kiongozi aliahidi kwa familia hii. Mimi kwa jina naitwa ndugu Baraka Samuel Zambi, diwani mteule wa kata hii ya Ilemi. Leo ni siku ya kipekee sana kwa sisi kata ya Ilemi. Kwanza nadhani nimeona wanasema ndo kazi ya kwanza mheshimiwa mbunge tangu ameapishwa. Nawashukuru sana, napenda nimshukuru sana Dkt. Tulia Ackson Mwasasu kwa kuona aanze kujenga nyumba hii ambayo aliahidi pale tu siku ambayo ili iliungua. Mimi na mbunge tulifika hapa ilikuwa tarehe tano, tukio hili lilitokea usiku, lakini asubuhi tarehe sita mwezi wa tisa tukafika hapa na mheshimiwa mbunge tukaiona familia, lakini pia tukaahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Mheshimiwa mbunge aliahidi kwamba tutajenga nyumba hii aa, na leo hayawi hayawi yametimia, nyumba hii inakwenda kujengwa. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge Dkt. Tulia Aksoni Mwasasu, kweli hii inamaanisha Uyole kazi. Na sisi mheshimiwa mbunge tutaendelea kuunga mkono katika shughuli zote ambazo unaendelea kufanya hasa hasa kwa wananchi wa kata Ilemi na Uyole kwa ujumla. Tunashukuru sana. Na sisi wana Ilemi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha nyumba hii inakamilika. Nadhani tutasaidia kazi ndogo ndogo kupitia mwenyekiti wa serikali za mtaa, tutahakikisha zoezi hili linakwenda kwa haraka. Na mratibu wa Tulia Trust ameniahidi kwamba tutajenga nyumba tano ndani ya kata Ilemi. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa jambo hilo ya kushukuru kwa kile ambacho huyu mama anakifanya ndani ya Mbeya na nje ya Mbeya. Kwa jina naitwa Eric Abraham Mwakarobo, ndo mwenyekiti kata Ilemi, Chama cha Mapinduzi. Nachukua nafasi ya kumshukuru huyu mama, kwa sababu ni wachache walio na moyo kama wakwake, hivyo tunaomba mama, Mungu aendelee kuweka hekima ya kujali moyo wa kujali kwa sababu unawajali watu ambao kwa kweli wamefikwa katika wakati mgumu, wanapatwa na tatizo. Haijalishi huko katika wakati gani ulikuwepo, kwenye swala la kampeni, lakini hukuacha kampeni kwamba ziendelee, uendelee na kampeni, lakini ukaja ukawaona uka, uka, uka, uka, uka hawa wenye tatizo ambalo hata sisi chama cha mapinduzi, kwa majina anaitwa Sajigwa Kasemba Mwalyaje, mwanafamilia hapa tulipo nguliwa. Mimi sina zaidi ya neno la kushukuru, jamani. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya. Toka mwanzo tuko pamoja mpaka sasa hizi. Mi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali, namwombea sana mheshimiwa rais na mheshimiwa Tulia Ackson aendelee kuwa na moyo hata kwa watu wengine. Tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. E, mimi kwa majina naitwa Rusekelo Atupele Mwaigabule, mwenyekiti wa mtaa wa Mwafute. Awali ya yote mimi nipende kumshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole kwa hekima na busara aliyoitumia kuwasaidia hii familia ya mzee Anyomwisye Mwalyaje kwa kunguliwa na nyumba. Niseme, sisi mimi kama mwenyekiti na kwa niaba ya wananchi wote wa mtaa wa Mwafute wa sisi tunatoa shukrani za dhati. Mungu ambariki sana pale ambapo ametoa na akamzidishie neema. Pia hata watu wengine ambao watapata majanga kama haya waweze kunufaika na mbunge wetu. Lakini pia niseme sisi kama wanamwafute tuko pamoja na mama na tutaendelea kushiriki. Jina yangu naitwa Erasto Kremesi Mwandete, ni baruzi wa eneo hili. Lakini kwa mara, yani taarifa ya kwanza ilinipa, walinipa wakati nipo kidogo, nilikuwa nje ya mji, lakini ikafanya juu chini, nikafanya juu chini mpaka nifike hapa. Nikawasiliana na wale wazimamoto, wale wazimamoto kweli walikuja kwa wakati lakini nilipofika hapa nikakuta watu bado wanaendelea kuja na juhudi za kuokoa vitu. Wale wazee waze wangu wale ambao ndo wenye nyumba wapo pembeni pale wahifadhi, tukasaidiana kuzima moto ule tukazima. Lakini kwa hapa mazingira haya yaliopo, yani hapa kubaki kitu chochote. Lakini ni mshukuru mbunge pamoja na mwenyekiti wa mtaa, baada ya kuwasiliana, yani kufanya mawasiliano, wao wakaja hapa mbunge wetu pamoja na diwani wakatuahidi kwamba jamani, kama sisi serikali ambayo ndo, sisi ndo viongozi wenu tutajenga hii nyumba kuanzia chini mpaka juu, alafu na kuweka vitu vya msingi, mfano vitu vya muhimu, mfano godoro, kitanda tutawaletea. Lakini wakati uleule ule baada ya liye siku, walituletea mahindi, wakatuletea na mchere kidogo.